wa jeshi atishia maisha ya Bobi Wine. Je, Uganda kwenye hatari ya machafuko ya kisiasa? Nchini Uganda, hali ya kisiasa imeingia kwenye hatua nyeti sana, hatua ambayo wengi wanaiona kama hatari zaidi katika historia ya nchi hiyo kwa miaka ya hivi karibuni. Kauli nzito, vitisho vya wazi, na hofu ya umwagaji damu vimetawala mijadala ya kitaifa na kimataifa baada ya mkuu wa jeshi la Uganda kutoa maneno ambayo haijawahi kusikika hadharani kutoka kwa kiongozi wa kijeshi nchini humo. Huyu si mtu wa kawaida. Ni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda na mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, kiongozi ambaye ameitawala Uganda kwa zaidi ya miongo minne. Lakini aliyelengwa na kauli zake si gaidi wa msituni, wala kiongozi wa vita. Ni Bobi Wine, mpinzani mkuu wa kisiasa, mwanamuziki aliyebadilika kuwa sauti ya kizazi kipya cha Waganda. Siku chache baada ya uchaguzi mkuu wa rais, Muhoozi Kainerugaba aliandika ujumbe mzito kwenye mtandao wa X, akisema waziwazi kuwa anatamani kumwona Bobi Wine akiwa amekufa. Kauli hii ilikuja wakati Bobi Wine tayari alikuwa amedai analazimika kujificha baada ya vikosi vya usalama kuvamia nyumbani kwake. Katika chapisho moja lilozua hasira kubwa, Muhoozi aliandika, tumeua magaidi ishirini na wawili wa NUP tangu wiki iliyopita. Inaomba wa ishirini na tatu awe Kabobi. Hii haikuwa lugha ya kejeli tu, ilikuwa kauli ya kiongozi wa juu wa kijeshi dhidi ya mpinzani wa kisiasa . Katika chapisho lingine alimpa Bobi Wine saa 48 ajisalimishe, akisema kushindwa kufanya hivyo angechukuliwa kama mhalifu. vitisho hivi vilitokea mara tu baada ya Rais Museveni mwenye umri wa miaka themanini na moja kutangazwa kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi wa rais kwa asilimia sabini na moja, nukta sita ya kura zote zilizopigwa. Lakini ushindi huo haukupokelewa kwa shangwe na kila mtu nchini Uganda. Waangalizi wa uchaguzi, mashirika ya asasi za kiraia na upinzani walikosoa vikali mchakato mzima wa uchaguzi, wakidai kulikuwa na vitisho kwa wapiga kura, kuzuia kampeni za upinzani, pia matumizi ya vyombo vya dola kisiasa.